wameweza kupata nafasi za kuweza kuitwa katika timu zao za taifa, ambapo sote tunafahamu kwa sasa ligi mbalimbali mbali duniani zimeweza kusimama kupisha kalenda ya FIFA. Kwa sasa mataifa ndiyo ambayo yatakwenda ya kucheza mechi. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka ya Simba Sports Club ni miongoni mwa klabu kubwa kutokea barani Afrika, ambayo kwa upande mwingine inatokea katika nchi ya Tanzania, imeweza kutoa nyota mbalimbali, ambao moja kwa moja nyota hawa watakwenda kucheza katika timu zao za taifa. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba unajivunia kuwa mnyama, like video yetu, alafu sasa twende kwenye comment section katuambie, wewe ndani ya kikosi cha kundu wa msimbazi ni nani unayemkubali? Hebu tuambie wachezaji wako wawili ambao unawakubali ndani ya kikosi cha kundu wa msimbazi, kisha like video yetu. Sasa twende kazi, tukafahamu ile orodha ya wachezaji wa klabu ya Soka ya Simba ambao wameweza kuitwa katika timu za taifa. Kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa Taifa Stars ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco ni kikosi cha wachezaji ishirini na nne, lakini klabu ambayo imeongoza kutoa wachezaji wengi ni klabu ya soka ya Simba Sports Club wakitoa nyota sita, na vilabu vingine vinavyofuatia kama Azam na Yanga vimetoa wachezaji wanne. Sasa wachezaji sita wa Simba ni wapi? Nyota wa kwanza ni golikipa Ali Salim Katoro. Nyota wa pili ni fulbeki nambari tatu, Mohamed Hussein Shabalala. Nyota wa tatu ni Shomari Kapombe ambaye anacheza eneo la fullback na mabili atime. Kapombe amerejea katika kikosi cha Stars, lakini nyota wa nne ni Abdulrazak Mohamed Amza, miongoni mwa wabeki watulivu kweli kweli ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Nyota wa tano ni kiungo mkabaji huyu, eh, ni Yusuf Kagoma ambaye anafanya kazi kubwa ya kuchafua katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Na nyota wa mwisho wa sita ambaye ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ni mshambuliaji mkandaji kwa hiyo tunaona klabu ya soka ya Simba katika kikosi cha wachezaji 24 cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimeweza kutangazwa, basi mnyama Simba ametoa wachezaji sasa. Sasa turudi katika ile orodha ya wachezaji wa kimataifa wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ambao ameweza kuitwa katika mataifa. Sote tunafahamu klabu ya soka Simba, ya Simba ina jumla ya wachezaji E, kumi na tatu wa kigeni, ukimtoa golikipa Ayubu Lakredi basi wanabakia kumi na mbili. Sasa ni nani na nani ambao wameweza kuitwa katika mataifa yao? Nyota wa kwanza ni mchezaji ambaye anacheza eneo la ushambuliaji, hapa tukaenda kumwongelea Steve Deze Mukwala. Mpaka sasa tunavoongea, unako ligi kuu ya NBC, Steve Deze Mukwala ana mabao nane. Nyota huyu tunaona kwa upande mwingine, ameweza kufanikiwa kuorodheshwa katika kikosi cha timu ya taifa Uganda ambacho kitakwenda kucheza mechi pale katika taifa la Misri. Kwa tunaona kwa, kwa upande mwingine kutokana na performance nzuri ambayo ameendelea kuionyesha, basi ameweza kujumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda ama Uganda the Cranes. Lakini nyota wa pili ni golikipa Musa Kamara Pimpin; licha ya kupata majeraha, golikipa Musa Kamara Pimpin, basi fahamu golikipa huyu kwa upande mwingine ni miongoni mwa magolikipa ambao wameweza kuitwa katika timu ya taifa ya Gine, na ikumbukwe ameweza kusafiri hii leo kutokea nchini Tanzania kuelekea pale Ivory Coast ambapo taifa la Gine limeweza kuweka kambi na goli kipa huko. Kwa mujibu wa taarifa ambayo Simba waliipeleka katika shirikisho la soka la Gine, waliomba kwamba asitumike kwa sababu ana majeraha, aendelee kusalia nchini Tanzania. Lakini Gine wakasema wao pia wana madaktari, wanataka kumchunguza, waweze kumfanyia vipimo kwa kina, ili waweze kumtumia katika mechi za kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine golikipa huyu ameondoka na ameweza kwenda kuungana na wachezaji wengine. Kwa hiyo tunaona Simba imeweza kutoa wachezaji nane. E, mchezaji anaofahamika kwa jina la Valentinoma alikuwa akiitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda, lakini safari hii ameweza kutemwa sambamba na mchezaji wa Yanga Stefan Aziziki. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Simba nane ambao ameitwa katika mataifa yao, Taifa Stars ikitoa wachezaji sita, Uganda mchezaji mmoja, na taifa la Gine mchezaji mmoja. Kumbuka Stars wanatarajia kucheza mechi tarehe ishirini na nne mwezi March elfu mbili na ishirini na tano pale katika taifa la Moroko dhidi ya timu ya taifa ya Moroko, mchezo wa kundi H, kutafuta nafasi ya kwenda kombe la dunia.